Ndani wako. Naomba unaseme Amen. Amen. Maana Bwana anasema, maana Bwana ufanye jitua mahali pake kati ya wote wanaompenda. Umekubali mama kumfata Yesu. Uamuzi bora na wafama japo magumu mengi kweli yanapokupata, usirudi nyuma, usirudi nyuma. Na ine nasema malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Fundisho letu itakuwa ya kwamba kituo cha Bwana katika wateule pamoja na waaminifu waalio tayari kusimama na kutangaza kazi ya Bwana. Sasa nataka tuuberi pamoja, maana neno la na Mungu napo liona lazima uitikie pamoja na hilo neno, kitu yenye nitakuomba kusema tu amen. Bwana Yesu asifiwe amen. Nataka nimshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya mnenaji wa kwanza aliyosema ya kwamba Bibilia nasema Petro na mitume wengine walizidi kuendelea ama kuteka samaki, lakini Biblia inasema usiku wote walipokuwa wakiendelea hawakuwa wamepata kitu chochote yeah. Lakini katika maisha yao na akili zao yeah. Walikuwa watu ambayo wamesomea utaalamu ya kwamba hawa watu na kama unataka kushusha nyavu na wende, unaenda usiku na unashusha nyavu kwa maana hiyo nyakati kila kitu chakuwa imetulia nauo utapata kirahisi. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema wahawa mitume waliendelea na usiku kucha lakini hawakupata kitu chochote. Lakini katika safari yao walipokuwa wakiendelea, wakisubiri wakikuwa katika safari ya kusema ya kwamba wakati umeisha, wacha turudi manyumbani kwetu tukapumzike, diposa tuendelee pamoja, ama tutakuja siku nyingine ama wakati mwingine. Wakapanga kama wanadamu, lakini walipopanga kama wanadamu katika zi wakati ule, patakoa pakatokea Kristo Yesu akaacha pamoja nao, na mtu ule aseme amen. Nataka kanisa liseme amen. Amen. Amen. Alipokuwa akiendelea, walipokuwa wakiendelea pamoja, wakiendelea kuhubiri ama wakiendelea katika shughuli zao. Wakasema sasa tunafunga virago tuna, tuna, tuna, wakati umefika, lazima tuende na nyumbani, maana wengine walitoka hata wiki imeisha, hata wengine miezi imeisha, hata katika wengine hata miaka imeisha, lakini hawajarudi manyumbani. Lakini isitoshe hao watu hawakukuwa na chochote katika a katika vikapo vyao. Na mteule aseme amen, amen. Sasa wakaanza kujiuliza tutafanya nini, nitasema nini, maana ilitoka nyumbani, hata mke anajua ya kwamba nimeenda hata watoto wanajua nimeenda kazi, hata nani anajua kwamba, hata mwenye deni anasema akitoka mahali fulani atakuja atanilipa deni yangu, amen. Lakini katika akili za wanadamu wakajaribu, hawakuweza kujiuliza, kujiulizauliza walipokuwa wakianza, pakatokea Kristo Yesu, mfalme wa amani, alipo wakuta hawa wapendwa, akasema Petro, hii nyama hii meli yaweza kunipepa? Anasema inaweza tu, lakini Maandiko anasema akaendelea pamoja nao, lakini watu wakasema mwana sema pamoja nazi Maandiko inasema ya kwamba hao watu walipokuwa wakiendelea, wapendwa, hao watu wakawa na moyo na wa wofu katika ndani mwake, lakini kwa ajili wamekutana na nabii mkuu ambaye ni Kristo Yesu, ambaye ni simba wa Yuda, aliyetoka katika kabila ya Yuda. Akatoka mahali pale ama akaonekania akasema Petro, peleka katika kilindini katika nyavu zenu mkazushe nyavu. Lakini Petro akaanza kuwa na kuzita zita, akasema kusema itakuacha kwa maana usiku kwa wote tumetembea, au tujapata kitu chochote, lakini ataelewa hata tujaona, kwa maana walikuwa watu ambao wamesomea utaalamu yes. Lakini kumbe akili yao ilikuwa imefika mwisho. Seme, amen. Amen. Seme, amen. Amen. Na mke wao anasema amen, na mke wao anasema amen. Biblia inasema ya kwamba Petro alipoambiwa na kwisa akaanza kuzita. Alipokuwa kisita, akasema ah lakini Bwana, kwa neno lako sema, kwa neno lako sema, kwa neno lako ikazusha nyavo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alipopeleka Petro katika pindi, inasema Petro akazusha nyavo, ama mitume wakazusha nyavo mpaka wakajaza vikapo walikuwa nao, ama wenye walikuwa navyo, ikajaa hata inyingine wakarudisha

Huyu si mtu wa kawaida huyu, yes. si mtu wa kawaida huyu, yes. si mtu wa kawaida kumbe, tumekutana nabii ambaye akocoya manabii wote, ambaye Ibrahimu na Isaka, yes. wawezi kumfikia, yes. ambaye Yakobo na Eliya awezi kumfikia, yes. tumekutana na nabii, yeah, sema nabii mkuu, sema praise Yesu, sema praise Yesu. Walifoulwapendo, nataka kusema nini? Maandiko yamesema ya kwamba maana Bwana hufanya kituo chake pamoja na watakatifu, ama kwa wote wanaompenda kama Mungu anafanya kituo pamoja na watakatifu, ya kwamba kituo ni nini? Yaani Mungu, Kristo Yesu. Bibilia inasema roho wa Mungu alikuwa akitulia katika vilindini vya maji yes. Lakini saa hii roho wa Bwana hawezi kutulia katika vilindini vya maji pamoja sahi, bwana, na vichaka saa hii. Roho wa Bwana ako ndani mwako, ako ndani mwako, kusema ndani mwako roho ya imuize roho ya imuize, akamwambia ya, ya, ya, ya, kwamba Petro alipomwambia maneno ambayo alikuwa amemwambia. Lakini hapa Daudi anasema, maana Bwana hufanye kituo pamoja na wote wanaompenda Yania, maana Petro katika nia zake hakuwa na mjima anamtangua Bwana, lakini kwa kuto alipomkaribisha Yesu katika meli yake ama mahali penye Kristo alikuwa naye Kristo akata pamoja na Kristo Yesu, na alipokaa pamoja na mitume akawaponya, akawatimizia tamanio la moyo wao, ama katika tamanio ya hitaji ambao wanataka Mungu awatendee

Yes. Ukimpenda Bwana anakaa ndani mwako. Yeah. Nikimpenda Bwana anakaa ndani mwangu. Yeah. Nikimpenda Bwana anakaa katika watoto wangu, atawafundisha Maandiko. Nasema ena na Biblia inasema, ewe uliyoteswa uliyotarauliwa, yeah, uzio tulizwa na jambo lolote, tazama Bwana anaenda kukuweka katika rangi iliyo mzuri. Yeah. Na mipaka yako itakuwa mipaka ya almasi ama mipaka ya amani na Mungu anasema kwamba Mungu ako tayari kutengeneza muzi ambaye afukuta katika moto, atapigana na watezi wanaopigana nao nawe. Yeah. Amina, emene, na sema ya kwamba wako na watoto na mipaka na kwamba watoto watoto wako pamoja pamoja a aupiana ne aowao pmoja na hakuna silaha

Naye Mungu akamwambia Ibrahimu, wewe wapo kulaani, mimi nitawalaani. Na wakubarikio, mimi nitafanya nini? Nitawabariki. Nimekuwa ni Amen. Amen. Nimekuwa ni Amen. Amen.

alipoje mpaka katika maisha yao akasema mwaka fulani ama huu wokovu ume umeokoka ume leo, lakini kesho tatakuwa ameanguka. Lakini nataka nikwambie ndani ya Yesu Kristo, ndani ya Kristo Yesu, katika ndani ya mitume aliyowekewa muhuri pamoja na Kristo, hakika nataka nikwambie hakuna laana itakayokuwa kinyume chako itakayofanya Amen. Mbaghi amen. Amen. Matang... Watangoja katika nafasi ambayo watangoja lakini katika nia zao pamoja na, na mipango zao wataona ya kwamba uanguke, ili uangamie, lakini wataona ya kwamba umesimama tena. Kwa nakumbiri Yesu, watasema sasa huu mwaka hata faulo, wacha tuone kama atasomesha, wacha tuone kama mtoto ataingia universiti. uh -huh. lakini wanapokuona katika akili wa zao wanaona ya kwamba hauna chochote lakini wewe kama wako kwa maana umemtumainia Bwana, kama maandiko yaliposema ya kwamba watu wangu waliporejeshwa mateka, watu wengi walikuwa kama waotao ndoto yeah. yeah. na ime yeah. wengi walikuwa kama waotao ndoto, hawakuamini yeah. kwamba Yesu anatembea, lakini oh. maandiko yanasema ya kwamba hao wote waliporejea yes. Mungu alipowarejesha yeah. wengi wao walishangaa, au walishangaa. Nataka niseme nini siku ya leo? Katika mkutano wa leo, ukimpenda Bwana Yesu Kristo nataka nikwambie katika jina la Yesu Kristo hakuna laana itakayokufaulu katika maisha yako. Na ukimpenda Bwana wetu Yesu Kristo, haijalishi unatoka katika jamii gani ambayo imedharauliwa, lakini unalifuata neno la Bwana usiku na mchana na unaenenda pamoja na mataka ya Kristo, nataka nikwambie hakuna laana itakayokufaulu. Mteule aseme amen. Wateule waseme amen. Mpaka tumefika tunaongea na wateule waseme amen. Wate i wateule ni kina nani? Waliyo mwamini Yesu. Wanaomwishia Yesu. Yesu. Wanaolala pamoja na Yesu. Wanaokula pamoja na nani? Na Yesu. Wanao, wanaoenda safari pamoja na nani? Na Yesu. Hao ndio nasema nasema ya kwamba hakuna mtu aseme ya kwamba leo hata rudi, lakini nataka nikwambie wana watatenda ishara, utatembea wataona ya kwamba wewe ndio upo na wewe ndio unatangaza habari njema ya ufalme wa Kristo Yesu. magodiaimee hata kama mtu alisema ya kwamba chama yako hutasemeshi, watoto, watoto wako hawataenda wa mahali popote. Watoto wako watakuwa watu wa kuombaomba. Watoto wako watakuwa watu ambao hawatampendeza mtu yeyote, watakuwa wanadharauliwa katika kijiji lakini Bwana amesema watu wangu, watu wangu ninaowapenda, lazima nifanye kituo pamoja nao, nikae pamoja nao, nilale pamoja nao. Niwakumbusha kitu kimoja kimoaa. Kuna mtumishi ambaye alikuwa anajulikana kama mtumishi wa Bwana, Ayubu. Ayubu alipendezwa na Mungu. Alipokuwa amependezwa na Mungu, Ayubu alikuwa ya kwamba ndani mwaka alikuwa anamtegemea ni Kristo yes. Yesu, lakini wakati ule Bibilia inasema Shetani akatoka kusuduaua tembea, lakini akasema ya kwamba alipoenda pa bwana akasema, je, mungu akamuuliza, akamulizaon mtumishi wangu wewe ulo kumfahamu, wala siwezi siwezikufa wala siwezi kumkaribia. ndipowza uone ya kwamba ukimpenda Mungu kuna ulinzi kuna ulinzi ambao ambao umekuzunguka, ama kuna ukuta ambao umezungukwa nao sana. Mambo ni yeye mbaye nilikuwa na muimbaji akasema kwamba zunguka zunguka zunguka

lakini Bwana umeokoa naye, ndiposa Daudi amesema kume Bwana hufanye kituo pamoja na wale wampendao. Kama unampenda Mungu, anafanya kituo ndani mako. Kama kuna itatokea jambo moja ama litatokea jambo iliyo kinyume maishani mako, Bwana atatangulia kufunulia siri Angalie, avetli linakuja, lakini mwanangu, pitie katika njia utapita na utaepuka mambo mabaya vvlm Kazi yake anakuja kwa nini? Kuiba na kuua na, na kuangamiza. Lakini Yesu, sema Yesu. Yesu Kristo, sema Yesu Kristo Yeye alikuja watu wawe na uzima. Na no. mlang uzima uzima, uzima tele tele katika ndani wao. Yaani unapomwendea Yesu, anakuwa